Uh, kwa nini nchi zote hazijapewa uh, uhuru wa kumiliki silaha za nuklia uh, kuna sababu ambazo zile nchi tano kubwa ambazo zinamiliki silaha na nguvu kubwa ya kinuklia ambao uh, wao pia walikutana katika mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili kama sijasahau uh, walikutana kwenye mkutano ambao wali, waliweka wa uh, mikakati ya kwamba inabidi na tunapaswa kuzuia nchi nyingine zote au kuongezeka kwa silaha za kinuklia ulimwenguni, ambao ni mpango ambao pamoja na kwamba nchi hizi huwa zina tofauti zao nyingi uh, Uchina, Marekani, Urusi, Uingereza uh, uh, na Ufaransa uh, waliweza kuketi uh, na wakajadili na wakakubaliana ya kwamba ni kwa maslahi yetu ya kwamba uh, silaha za nyuklia zisiongezeke ulimwenguni, hata kama tutafanya kwa nguvu kwamba watu wengine wote wasipate uh, silaha au teknolojia ya kinuklia, faida za teknolojia ya nyuklia, ambayo ndio sababu ambayo huwa hawahitaji wa Magharibi eh, eh, ya kuzuia baadhi ya nchi kutokuwa huru katika kumiliki teknolojia ya nyuklia. Watafiti wanafahamu kwamba eh, nyuklia ni chanzo cha nishati safi na yenye nguvu na endelevu. E, tumezoea sisi katika nchi zetu tunazalisha umeme kwa kutumia maji au upepo na e, baadhi ya vyanzo kadhaa, lakini e, e, nishati inayozalishwa na nyuklia ni nishati safi na yenye nguvu, na pia e, nyuklia haizalishi carbon dioxide ambayo inakuwa e, katika mazingira yetu inakuwa inachafua mazingira yetu kuna baadhi ya sababu ambazo huwa wanatoa ni kwa nini tunazuia baadhi ya nchi ziwe zisiwe na nuclear. Uh, mwanzo kabisa ni sababu za kiusalama wanaposema, wanasema kuna baadhi ya nchi ambazo zikipata silaha za nuclear tutakuwa sisi hatuko salama ulimwenguni. Uh, wanapoulizwa ni kwa nini, wanasema kwamba nchi hizi zikiwa zitapata silaha za kinuklia wanaweza wakashambulia wengine, yani ile policy ambayo wanayo wao wanaoita kwamba hawatumii nuclear mpaka wakuwe uh, wame, wamefanya wameshambuliwa wao kwa nuklia kwanza. Unasema baadhi ya nchi zikichukua uh, zikiwa na silaha za nuklia huenda zikashambulia zikawa hazicho uh, uh, jizuia kutokana na, na mashambulizi ya kinuklia. Kwa hiyo eh, kwa kuangazia ka, katika upande huo, ni kwamba zile nchi zinakuwa zina, zina limiti nchi zingine zisiweze kuwa na maendeleo katika pande hii ya uzalishaji

Sababu ya pili huwa wanasema ni migogoro ya kijiografia. Kama tunavyofahamu, katika Mashariki ya Kati pale pamekuwa na mizozo na migogoro kibao sana. Kwa hiyo wanaashiria kwamba migogoro hii kusipokuwa na uangalizi mzuri wa masuala ya silaha za nyuklia e, itachukuliwa, itatatuliwa na baadhi ya nchi kwa kutumia silaha hizo za nyuklia. Na sababu nyingine huwa wanaashiria kwamba kutokuwa wazi kwa baadhi ya nchi katika mipango yao ya silaha za nyuklia e, kwa mfano vile vile Iran, wanaashiria kwamba Iran ni e, mpango wao wa nyuklia haupo wazi, ingawa ukifuatilia unakuta ni kinyume na hivyo wanavyodhani.

Ni sababu e, nyuma ya pazia ni kuzuia nchi nyingi kuendelea kuwa katika utumwa e, nchi nyingi e, kutokuwa na maendeleo e, ya kimaisha, kutokuwa na maendeleo ya kiuchumi, maendeleo ya kiafya, maendeleo ya kiusalama na kadhalika. Kwa maana wanataka nchi zingine ziendelee kuwa ni nchi tegemezi. E, kwa wale ambao wanafanya utafiti wanatambua kwamba faida kemkem kem za, za teknolojia ya nyuklia, na hapa ndo e, naweza kukumbusha, niliashiria mwanzo kwamba nitazungumzia kwa upande wa silaha za nyuklia na teknolojia ya nyuklia. Sababu ile niliyoiashiria iliyopita ni kwamba nilikuwa nazungumzia silaha za nyuklia.